Rais Donald Trump wa Marekani Alhamisi amezindua bodi ya amani katika hafla ya kutia saini hati ya kuanzishwa kwake huko mjini Davos. Bodi hiyo itaratibu juhudi za usitishwaji wa vita vya Israeli ukanda wa Gaza lakini pia ujenzi mpya wa eneo hilo la Kipalestina. Kwenye uzinduzi huo, Trump amesifu uanzishwaji wa, wa chombo hicho na kusema sio cha watu wa Marekani bali ni cha ulimwengu mzima. Wengi wana wasiwasi kwamba ni chombo kinachokuja kutoa upinzani kwa Umoja wa Mataifa ambao umekuwa na jukumu la usalama zima la amani ya ulimwengu. Kundi la viongozi wa maofisa waandamizi kutoka mataifa 19 ikiwa ni pamoja na washirika wake kutoka Argentina na Hungary waliungana na Trump mapema Alhamisi hii katika shughuli ya kurekodi majina yao kwenye hati ya kuanzishwa kwa bodi hiyo, ambayo amesema imejaa viongozi mchanganyiko mashuhuri sana na wa kawaida. Hati ya bodi hiyo, ambayo lengo la awali lilikuwa ni kuratibu mpango wa amani wa Gaza baada ya vita kati ya Hamas na Israeli, hata hivyo, inaonyesha kuwa na majukumu mapana zaidi ya kusuluhisha mizozo ya kimataifa na kuibua wasiwasi kwamba Trump anataka kupambana na Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, Trump mwenyewe alisema bodi hiyo itafanya kazi kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa. Na swala jingine ambalo linaonekana kuzua utata ni hatua ya Donald Trump kumwalika rais wa Urusi Vladimir Putin aliyevamia Ukraini miaka minne iliyopita, na tayari amesema Putin amekubali kujiunga. Ili kuwa mwanachama wa kudumu unatakiwa kulipa mchango wa dola bilioni moja hili nalo limeibua ukosoaji mkubwa kwamba bodi hiyo huenda ikaja kuwa chombo cha nchi wanachama kulipia ili nazo zinufaike. Bila shaka hujambo mpenzi mtazamaji wa Focus News Tanzania TV 1. Karibu katika mjadala wetu ambapo leo hii tunaangazia kuzinduliwa kwa bodi ya amani huko mjini Davos. Katika mjadala huu nitakuwa naye Daktari Donald Kasongi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa Mwanza, Tanzania. Karibu sana Daktari Donald Kasongi katika mjadala wetu huu leo. Asante sana Deo, asante Focus News nam. Uh, Daktari Donald Kasongi, kwa kuanza mjadala wetu pengine hatua hii ya uh, rais wa Marekani Donald Trump kuzindua bodi hii ina maana gani, Daktari Donald Kasongi? Uh, kipindi cha pili cha Donald Trump katika ikulu ya Marekani, um, e, kimekuwa cha e, kufanya mabadiliko ya kila kitu kugeuka, e, mikataba mingi ambayo Marekani iliingia hasa watangulizi wake, na kuonyesha kwamba um, Marekani itahitaji kuwa mbele kila wakati. Kuna hiyo msemo um, wanaita Monroe, Monroe Doctrine ambayo inasema Marekani kila wakati inatakiwa itawale nani ya e, kaskazini huko. Kwa hiyo anataka kuonyesha kila wakati kwamba Marekani iko mbele na inaweza ikajisimamia yenyewe, na bila Umoja wa Mataifa, na utakumbuka kwamba kwamba amesaini tena hivi karibuni e, hizo hayo maamuzi ma, ma, ma, ya, ya, ya, ya, ya, ya kiutendaji kwamba ataiondoa Marekani katika taasisi zaidi ya sitini za kimataifa. Kwa hiyo huu ni mwendelezo tu wa moja ku, ku, ku, ku, kujaribu kubadili sura ya namna ya usimamizi wa taasisi hizi za kilimwengu na hasa Umoja wa Mataifa ambao umekuwa sasa unapitiwa kando kila wakati na, na Donald Trump na kuonyesha kwamba pengine hauna nguvu kiasi hicho, kwamba Marekani inaweza ikasimama bila Umoja wa Mataifa na inaweza ikafanya maamuzi e, bila Umoja wa Mataifa pengine na kutafuta wa e, washirika wengine e, sio lazima kupitia Umoja wa Mataifa. Nam, uh... Dr. Donald Kasongi, uh, tumeona uzinduzi huu huko mjini Davos na baadhi ya mataifa mengine ikiwemo Uingereza na Ufaransa, uh, uh, hayakujiunga na bodi hiyo. Unadhani kwa nini baadhi ya nchi zimekataa kujiunga, uh, na bodi hii Dr. Donald Kasongi? E, nchi nyingi hasa ukiangalia okay, Ulaya e, siku mbili tatu hivi e, kumekuwa na mzozo juu ya Greenland na uh, na uh, Denmark walikuwa wanataka ushawishi wa uh, wenzao wa Ulaya, na hivyo walikuwa wanaunga mkono sana na walipenda waonyeshe nguvu ya pamoja sana kwa Ulaya, kwa mba, ili kuhakikisha kwamba ile dhana yake ya uh, kutaka kuichukua Greenland kwa, kwa nguvu basi inafifia ina, ina, ina kwa hiyo wengi wamekataa, wame hawajui madhumuni, kwa sababu pia Donald Trump hatabiriki, anaweza akasema hiki leo, kesho akabadilisha, na hasa dhana hasa ya, ya amani anayozungumza haieleweki sana, na hata wajumbe waliomo kwenye eh, kwenye hicho chombo ni watu ambao wanatiwa mashaka sana kwa historia yao ya nyuma. Uh, lakini Daktari Donald Kasongi wengi wana wasiwasi kuwa kuanzishwa kwa chombo hicho ni kama kutoa upinzani kwa Umoja wa Mataifa ambao umekuwa na jukumu la kulinda amani ya ulimwengu. Hili unalitizama kwa jicho gani? Sio kwamba Donald Trump anataka kupambana na Umoja wa Mataifa Daktari Donald Kasongi? Uh, Donald Trump ana tabia ya udalali. Sasa anautumia udalali kuvuka mipaka yake, ya watu ambao wanadhani ni ya kisiasa tu, lakini pia e, kiuchumi, kuondoa ule, ule, ile nguvu ya kwamba umoja wa mataifa una maamuzi makubwa mno kuliko mtu yoyote. Kwa hiyo, lakini kuonyesha dunia, Marekani inaweza ikaamua juu ya umoja wa mataifa. Kwa hiyo ndio wanachotaka ni wao, ni wanaita wana hegemoni, ni ujeuri ambao wa kupita kiasi, ni ube unani kuonyesha tu mwamba wa Marekani na kwa, kwa kutotabirika kwake inafanya sasa watu washirika wake nao wasi wasiende tuko kwa kwa, kwa dhana anayosema leo kesho, kwa sababu kesho anaweza kageuka. Kwa hiyo eh, hatabiriki haaminiki, na nafikiri dhana nzima ya amani anayoizungumza, kwa sababu amani kama ingekuwa ni amani basi kuna vyombo hivi pa Umoja wa Mataifa, kuna vyombo vingine ambavyo vina katika mchakato huo wa kutafuta amani ya Mashariki ya Kati, lakini yeye eh, juzi ame, ame, amesema kwamba yeye anatafuta amani, yuko mstari wa mbele, lakini pia amekasirika kupe, kwa kunyimwa ile eh, ile nishani ya Nobel ya, ya amani. Anasema hamuoni juhudi ninazofanya. Kwa hiyo kama hamuoni, basi mimi nitatafuta namna ya kuwaonyesha na ku, pengine kuwaadhibu. Hasemi kuwaadhibu, lakini nafikiri ndio, ndio maana yake na uh, kumeibuka ukosoaji mkubwa kwa Donald Trump hasa mara baada ya rais huyu wa Marekani kuihusisha Urusi katika bodi hiyo na Rais Vladimir Putin akikubali kujiunga na bodi hiyo. Unadhani Umoja wa Ulaya unamwangalia kwa jicho gani, uh, Vladimir Putin ambaye amekuwa akipingwa kutokana na kile wanachokiita uvamizi wake nchini Ukraini, Daktari Donald Kasongi? Uh, Ulaya Ulaya pamoja na Uingereza ambayo ilicajitoa kwa maana ya Brexit, lakini bado ni sehemu ya Ulaya eh, na katika juhudi hizi za kuhakikisha kwamba kwa wanasaidia Ukraine, eh, wanamuona Donald Trump kama msaliti, hasa msaliti katika NATO. Alikuwa mshirika wao mkubwa, hata kama alikuwa na mchango mkubwa sana, lakini kwa nini awasaliti wenzake katika wakati huu ambapo juhudi zinafanyika kuhakikisha kwamba E, amani inarudi Ukraine na, na wanaijenga Ukraine sasa anaonekana kama msaliti. Kwa hiyo wana, wana wamepoteza kabisa na e, e, imani naye, na lakini wanataka kumuonyesha pia kwamba wanaweza wakaondoka wa, wa, wa, wa, wa, wa, waka katika, katika, katika, katika mtazamo wake ambao ndio alitegemea kwamba watafata kama anavyotaka yeye mwenyewe na hasa sasa E, ni, ni changamoto kubwa kwa sababu Putin, uh, walikuwa na walikuwa na Ulaya ilikuwa inaweka nguvu kubwa ya kuhakikisha kwamba kumdhoofisha Putin ndani ya Ukraine. Sasa uh, Trump anakuja ambaye ni mwanachama mwenzao wa NATO anakuja na dhana ya kuungana na, na, na Putin katika kutafuta amani. Kwa hiyo hawa hawamwelewi, hawa, hawa na wanataka kumwonyesha pia kwamba hawatampa ushirikiano lakini, uh, na kumuonyesha kwamba hawamwamini tena kama alivyokuwa wanazungumza kwa katika meza ya, ya, ya mviringo ya NATO unadhani uh, dunia inaelekea wapi hivi sasa, daktari Donald Kasongi, hasa kutokana na mivutano ya hapa na pale, migogoro ya kivita tumeshuhudia kule uh, mashariki uh, ya kati, ambapo sasa ndio bodi hii inaundwa kwa ajili ya kuweza kwenda uh, kuleta amani, lakini ikiangaziwa iki, iki, iki, iki kwamba itakuwa ni uh, bodi ya kufanya kazi karibia sehemu yote ulimwenguni. Kwa nini Donald Trump yeye amekuwa ndio kama miongoni mwa marais waliopita nchini Marekani, e, kwa chokonozi hapa na pale, ingawa wapo na wengine pia wamekuwa wakifanya hivyo katika miaka ya nyuma, unadhani dunia inaelekea wapi Dr. Donald Kasongi? E, tunachokiona ni, ni kuanguka kwa ushirikiano wa kimataifa multilateralism wanasema multilateralism, ambapo e, ushirikiano ndio uliounda Umoja wa Mataifa, kwamba kuwe na chombo cha pamoja ambacho hata kuwepo mwanachama mmoja ambaye yuko juu yake katika, katika maamuzi, kwa juhudi zote zingepelekwa kwa Umoja wa Mataifa na hiki chombo kabidhiwe kifanye maamuzi bila ya, ya, ya, ya ushawishi na eh, mwanachama yote

Trump anataka kubadilisha mfumo wa dunia, anataka kubadilisha kila kitu ki, akibadilisha kwa kwa mia moja themanini kwamba anaweza akabadilisha, anaweza asiheshimu tena e, umoja mataifa na vyombo vingine ambavyo ni vya kimataifa ambao pamoja kwa e, Marekani iko kwenye mikataba hii, imesaini kwenye mikataba, ni mwanachama wa nani, lakini anataka kuonyesha dunia tu kwamba Marekani inaweza ikajiondoa, ikafanya kila kitu kwa sababu wana wana nguvu ya kijeshi lakini wana fedha kubwa. Utaona hata kule NATO anawaambia yeye ndio anachanga mchango mkubwa. Alianza kuwachokonoa mwaka jana kwamba mchango wao lazima waongeze mchango na wakakubali, Ulaya kwamba wanachama hey, wengine wa NATO wataongeza mchango wao katika NATO. Lakini baada ya hapo amekwenda hatua nyingine tena, anajaribu kuwasaliti kwa, eh, na kuwaacha nyuma, anakwenda peke yake kuzungumza na Putin anakwenda na peke yake kuzungumza na Ukraine. Ukraine sasa hata eh, nafikiri eh, Zelensky unaona ameishiwa nguvu hata namna ya, ku, ya kujadiliana na, na, na upande mmoja na, na, na, na, na Marekani, lakini upande mmoja na, na Urusi, inamuia ngumu sana kuelewa hasa eh, eh, Marekani inataka nini. Na Dr. Donald Kasungi, hii ni kama desturi ya uh, Wamarekani uh, kuwa kiburi hata wakati mwingine kutoisikiliza uh, jumuiya ya, ya, ya Umoja wa Mataifa na kujichukulia maamuzi eh, yao. Tumeshuhudia katika swala la Iraki wakati ule Bush uh, baba alikadhalika, Bush mtoto akisema anakwenda kuipiga Iraki Uh, ili hali uh, uh, uh, watu wamemwambia hakuna kule silaha za maangamizi na vitu kama hivyo. jeuli hii Marekani inaitoa wa wapi? Na kwa nini Marekani ndio anaonekana kama mbabe, sio kama ni mbabe wa ulimwengu kwa hivi sasa? Je, ndio kusema kwamba Marekani ama himaya ya Marekani itadumu milele kwa kufanya haya, kwa marais wanaokuja wanavyoamua kutaka kufanya? Daktari Donald Kasongi, e, tabia kubwa ya Marekani ni ubabe ni ubabe wanaweza wakabadilishana wakabadilishana mamlaka, lakini e, watabaki pale pale. Hata usinge kuwa na rais Marekani, lakini ungetegemea ubabe huo uonyeshe vyombo taasisi zao na vyombo vyao. Wanataka miaka, miaka kumi, wanataka nini kubadilisha nini katika mfumo wa dunia? Miaka ishirini wanataka ku, e, kubadilisha nini hata katika e, maamuzi ya vyombo vya kimataifa kama Umoja wa Mataifa? wakati mwingine utakumbuka kwamba uchaguzi unapofanyika hata wa katibu mkuu, ati kama Marekani hawamuungi mkono basi ni vigumu sana kwa katibu mkuu kumpata nje ya uh, matakwa ya Marekani. Kwa hiyo hiyo ni tabia ya ubabe, wanaweza wakabadilishana huyo akaja na lugha rahisi, lakini wanachotaka Marekani ni hicho hicho, ubabe kila wakati. Kwa hiyo, na ndio maana wanaanzisha. Marekani hajawahi kumaliza vita, kazi yake ni kuanzisha migogoro, lakini haimalizi na wanawachia watu wengine. Tunaona wametoka ya juzi juzi Afghanistan, wameacha vurugu huko, naona na historia ya namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ni nani ya ubabe. Sasa wanatofautiana tu kwa lugha wanayotumia, pengine huyu amekuwa muwazi zaidi na kuonyesha kwamba eh, kwa sababu ya Republican sasa wana, wana nguvu na wanataka ushawishi tena eh, la, lakini tabia hiyo ya ubabe ipo tu kwa Marekani. Asante sana Daktari Donald Kasongi uh, kuweza kushiriki nasi hapa Focus News Tanzania TV1 katika mjadala kuhusiana na kuzinduliwa kwa bodi ya amani huko mjini Davos. Asante sana Deo. Nami ni Deo Kaji Makomba. Nikusii tu mtazamaji kusubscribe, like na kushare ili wewe kwanza kupata habari wa chungu tele. Asante kwa kuendelea kuichagua Focus News Tanzania TV 1. Kuwa televisheni yako ya Kingajani. <silence>